Ujua, hakuna mfumo mzuri duniani kuliko CBC. Kwa sababu gani? Kwa sababu zote tulio hapa, kuna mambo mengi tulisukumiwa kufanya maishani ambayo haikutusaidia. Na nchi ambazo zimenawiri, uh, ambazo zimeendelea first world, mtoto anaanza kujua kila anataka akiwa mdogo na anaipasiu mpaka akiwa mtu mzima, na ndivyo wanatushinda katika kila jambo. Hapa Kenya, mtu anaingizwa katika system ambayo tayari imewekwa, aitakani atakiwi kujua kama anaifahamu ama haifahamu, na inawekwa compulsory mpaka anafika mahali anasasa na anatoka. Na hata ndio unaona hata wengi ambao wamesoma chuo kikuu, sasa ile zamani ilikuwa inaitwa JAB, sasa ni KUPS. Ni wachache wanaenda katika courses zile walikuwa wamechagua wale wanaenda public universities, kwa sababu coops ama JAB, Joint Admission Board pale awali, na leo ni coops, ni wao wana decide, ni wao wanachagua utaenda kufanya nini. Na pengine huko N anapenda, huko unapenda, lakini kwa sababu hauna pesa ya kwenda kufanya parallel ama module tu, unaenda pale. Kwa hivyo leo ndio unaona kuna disconnect in many professionals, unaona mtu yuko hapa hii kitu lakini, ukimchunguza sana, unaona yeye aku hata hiyo kitu anaielewa, hata hii ma, ma, maneno. Unaona hata iko katika teaching profession, utaona mtu ambaye tu alipelekwa walimu, lakini hiyo aku anaitaka, kwa hivyo mambo ya watoto mambo ya nini na ndio unaona tu mtu ako pale, lakini ana hiyo passion na hiyo kazi, kwa sababu alilazimishwa ali, ali, hiyo decision iliwekwa na mtu mwingine, akaamua atafanya hivi, kwa hivyo,